wala farqa fi jamii hadhihi lnawaqidi, na hakuna tofauti katika vitenguzi vyote hivi baina, kwa maana kuanzia kitenguzi cha kwanza mpaka cha ngapi, mpaka cha kumi, hakuna tofauti baina yake vitenguzi hivi baina alhazili waljadi walkhaif, hakuna tofauti katika vitenguzi hivi baina ya anayefanya mzaha na aliyekusudia wal khaif, na anayeogopa yani, yule atakayefanya moja katika vitenguzi hivi katika hali ya mzaha anakufuru. Yule atakayefanya moja ya vitenguzi hivi katika hali ya kukusudia anakufuru. Yule atakayefanya moja ya vitenguzi hivi katika hali ya kuogopa kitu fulani au kumwogopa mtu fulani anakufuru pia kwa haijalishi mtu anaogopa kitu fulani au mtu fulani, akawa amefanya kitenguzi au amekusudia kabisa, au anafanya maskara na mizaha, wote hawa watatu wanakufuru. Madamu wamefanya chochote katika vitenguzi hivi wanakufuru kufuru illa almukraha, isipokuwa aliyetenzwa nguvu na aliyelazimishwa na kufusiwa, huyu hali yake itakuwa ni tofauti na hawa ambao tumewatanguliza wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran, na yote haya ni katika mambo yenye hatari kubwa zaidi. wa akthari ma yakunu wuquan, na ni mambo yenye kutokea sana. fayambaghi lilmuslimi an yahdharaha, inatakikana kwa muislamu kuchukua tahadhari ya mambo haya na vitu hivi ambao tumevitaja maana vitenguzi hi wayakhafa minha ala nafsihi, na avihofie katika nafsi yake kufanyika, na udhu billahi min mujibati ghadabihi, tunajikinga kwa Allah kutokana na viwajibishi vya ghadhabu zake, wa alimi iqabihi, na adhabu yake yenye kuumiza. Shekhe amemalizia risala yake kwa kuomba dua na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni husn Khitam, ni mwisho uliokuwa mzuri kwa kule kurejea shekhe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutaja vitu hatari kabisa, kwamba salama yetu sisi ya kuepukana na vitengozi hivi ni kurejea kwa Allah na kumuomba yeye, kwa sababu kubakia katika thabati, katika haki, katika dini si kwa ujanja wetu, bali ni kwa msaada na kwa taufiki ya Allah kwetu sisi kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa watu kumwomba Allah awadumishe katika dini awathibitishe katika haki na awafishe hapo pasina kutoka. Wapo watu walianza vizuri mwisho wao wakawa ni mbaya. Walianza ni watu wa dini wache Mungu, lakini mwisho wa siku wakawa ni watu waovu na wengine wakaritadi kabisa. Kwa hiyo tumwombe Allah sana na kwa wingi. Tazama Sheikh alivyohitimisha maneno yake mazuri kabisa baada ya kutaja vitenguzi ambavyo anaweza akavifanya mtu, yote katika sisi, yeye shekhe, au mimi mzungumzaji hapa, au wewe msikilizaji yeyote, miongoni mwetu anaweza akatahiniwa na Allah akateleza, akafanya moja katika vitenguzi hivi, akakufuru. Shekhe kamaliza, fayambaghi lil muslim, ni jambo linalotakikana kwa muislamu anyahdhara, ajihadhari kutokana na vitenguzi hivi wa yakhafa minha ala nafsihi, na avihofie katika nafsi yake, augope kuvifanya. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi, tunajikinga kwa Allah kutokana na vile vyenye kupelekea vyenye kuwajibisha ghadhabu zake. Wa alimi iqabihi, na adhabu yake iliyokuwa kali yenye kuumiza. Miongoni mwa vitu ambavyo ni vyenye kupelekea na kuwajibisha ghadhabu za Allah ni hivi vitenguzi Fanya chochote katika vitenguzi hivi, fahamu ya kwamba unawajibisha ghadhabu za Allah kwako wewe. Allah anakukasirikia akakukasirikia, atakuja kuadhibu, nasallallahu salamata wal afia. Nafahamiana, leo tutaishia hapa.